Mambo yanaenda vipi wakati huu, mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya habari mpya G5? Ase, natumai kwamba umzima wa afya. Ase, nimekuja hapa kwa ajili ya kukuletea habari ambazo ziko motomoto -moto sana hapa katika dunia hii; yaani nazungumzia sayari ya tatu kabisa hii. Kwa nini nimekuambia hivi msikilizaji kwanza? Nimekueleza hivi kwa sababu nataka nikuletee habari za kimataifa na habari yenyewe inamhusu mwanadada huyu Lily Phillips. Lily Phillips, bwana ni mwanadada ambaye ni maarufu sana kwa kupitia kazi yake ya kucheza video za ngono, yani huyu ana act film zile za ngono, kwa lugha nyingine anacheza ex. Mwanadada huyu kama unakumbuka bwana, mwaka jana alitrend sana mitandaoni akihusishwa uh, kwamba yani ni yeye mwenyewe baada ya kutoa taarifa kwamba aliweza kulala na wanaume mia moja na moja ndani ya masaa ishirini na nne. Unakumbuka aliposema hivyo, watu wengi walibisha sana, wakasema ni jambo ambalo haiwezekani na kadhalika na kadhalika, lakini mzaliwa huyu wa Julai ishirini na tatu mwaka elfu mbili na moja alizidi kusisitiza kwamba yeye alifanikiwa kulala na wanaume mia moja na moja ndani ya siku moja yani, masaa ishirini na nne. Na kama haitoshi, akaeleza kwamba anafanya mazoezi sasa ili aweze kulala na wanaume mia tatu ndani ya ya siku moja, ndiyo ndoto yake. Sasa baada ya kukueleza hayo bwana, jambo ambalo limekuwa sasa ni kubwa zaidi lililotokea kuhusiana na mwanadada huyu Lily Phillips, a, ambaye kwa makazi yake yeye ni mtu wa Uingereza. Jambo kubwa ambalo linazungumzwa sasa ni baada ya yeye kutupia uh, video yake katika ukurasa wake wa Instagram ambao ni ukurasa wake official kabisa wenye followers, uh, milioni moja na laki tano. Amepost video yake akiwa anabatizwa. Yaani anaonyesha kwamba amebatizwa ubatizo wa maji mengi na amesema kwamba yeye sasa amemrudia Mungu. Ameachana na madhambi yote na sasa amemrudia Mungu. Ameposti video yake ile akisema Bwana amempokea sasa hivi, Mungu kwa Bwana ana mwokozo wa maisha yake. Hii inaonyesha kwamba Lily Phillips ameamua kabisa kuachana na masuala ya dunia. Sasa, wengi, a, katika mitandao ya kijamii hasa ya kimataifa nje ya Tanzania wanasema kwamba huyu atakuwa anazuga tu, lakini hawezi kubadilika lakini wakati huo huo wengine wamekuwa wakimpongeza sana wakisema Lily Phillips amefanya maamuzi mazuri ya kuamua kwamba yeye aweze kuachana kabisa na hizi mambo. Lakini kibongobongo, bwana, watu wengine kama hivyo wameanza kukoment, wanasema sasa akiacha tutaangaliaje bwana? Tutaangalia wapi? Tutaangalia za nani uh, video ili tuweze kumaliza haja zetu. Hayo ni wa hapa bongo, lakini kimataifa zaidi wengi wamempongeza na wengine wametia mashaka kwamba huyu mtu huyu hawezi kubadilika. Sasa bana, kikubwa ni kwamba ameokoka na amebatizwa batizo wa maji mengi na ameonyesha kabisa kwamba ameachana na mambo ya dunia. Hiyo ndio habari kubwa sana ambayo niliyotamani kukuletea. Sasa sijajua kwa upande wa wewe, una maoni gani kuhusiana na Lily Phillips, mwanadada huyu PC ya elfu mbili, ambaye anasema kwamba ameacha dhambi. Vipi wewe, unakubaliana na Lily Phillips kwamba yeye sahivi hata amempokea Mungu na anaachana na mambo ya dunia eh? kwamba atakubali kuacha kweli michezo yake ya ngono ile, ambayo aliokuwa anacheza filamu zake za ngono, hataendelea nazo tena? Nategemea kuona maoni yako hapo chini ya komenti, msikilizaji, uweze kutuambia kwamba vipi hapo, wewe unasemaje kuhusiana na Lily Phillips. Bana, katika hayo na mengine mengi endelea kubaki pamoja na sisi. Ah, hii ni Habari Mpya G5 hadi wakati mwingine.